The Green Voice yes we are green. Tunashukuru kwamba tumezungumza uh, yote ambayo yalikuwa ni muhimu na tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake. Kwa hiyo naamini vikao vitaendelea, labda kubwa agenda. Agenda ni lipi ambalo mlijadiliwa mara ya kwanza? Wakati unaingia ulisema haujajua ajenda baba, ajenda imekuwa ni nini? Maendeleo ya soka Tanzania, halihusiani na mchezo namba 184 dhidi ya Yanga maendeleo ya soka Tanzania kama yapi? hayawezi kama yapi? maendeleo ya soka yako mengi yeah, na maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya katika wizara hii pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yalitakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa pamoja. Kwa hiyo yanajadiliana na klabu mbili tu za Simba na Yanga, au kuna lipi lingine? Ambayo sasa hiyo nabidi umuulize yeye, kwa nini umewaita Simba na Yanga, lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliwakilishwa na watu wengine. Mimi katika katika katika majadiliano yenu kwenye kikao, mmefikia hatua gani kwenye hayo? Mavikao vinaendelea, leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati g mwenyekiti. Eh, wakati Yanga Africans wanatoka, walisema miongoni mwa kilichojadiliwa ilikuwa ni mchezo wenu wa uh, Yanga na Simba, labda nyi kwenye hayo majadiliano na kile ambacho ulichokisema kama ni maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu nchini, na ukasema kwamba hao waziri ni, ni mpya kwenye wizara, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo alikuwa anataka kuyafahamu kutoka kwenu uh, akijadiliwe hiko kitu kwa sababu wao wamesema kimejadiliwa kikao na... chetu sisi hakihusiani na chao, kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja hmm. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa, lakini sisi tunachosema kwen... hayo ambayo nimewaeleza, ndio ambayo tulijadiliana. Kwa hiyo hili alikujadiliwa la mechi ya Yanga na Simba, namba hapana. Na kuna mwanga wa maendeleo haya soka unayoona sasa, hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja.